Hii ni breaking news, yaani habari motomoto ambayo tumeipata hivi sasa kupitia mitandao ya kijamii kufikia kuwa wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa wamelamba dili nono, dili ambalo linaweza likawa ndo dili pekee kwa ukubwa kwenye upande wa mavazi ama jezi za Simba Sports. Wekundu wa Msimbazi Simba, bilioni 38 e, zimekunjwa kibindoni na kila mwaka itakuwa inaingia bilioni tano na ushehe kwenye akaunti ya Simba Sports kwa sababu ya udhamini wa kampuni mpya ambayo imejikita eh, kufadhili au kudhamini eh, upande wa mavazi ya Simba Sports Club kwa miaka mitano. Dula Heavyweight hali yako iko vipi ka? Eh bana, nashukuru Mwenyezi Mungu, mambo mm. Mm, yanakwenda mambo yanaenda menikurupusha mm, <laughs> <laughs> <laughs> E, na mitandao huwa inazungumza mengi na inalishwa vingi kutokana na kwamba wanahabari huwa washibi habari mm. Na mimi nilivyoiona hiyo habari nikasema emu, tuketi na Dulla Heavyweight tupitie e, kwa upande wa mavazi Simba Sports namna ambavyo wamekuwa wakiboresha mikataba mm. Hii ina maana gani? Unajua uh, Simba Sports Club ni timu kubwa mm. Sa, na mimi, nilikuwa nimepumzika zangu hmm. Baadaye nakuja kushtuka naona hii taarifa Simba Sports Club walikuwa na jambo ambalo wameshaanza kui highlight toka nafikiri toka tarehe 12 13 hivi, walisema 16 kutakuwa kuna jambo akaweka wakaweka kama basi hii hili za unajua hmm. wamekuwa na eo, mara <todiclipadu> viwanja ni kwamba yani, kuna vitu unajua, watu wakaanza kupredict kwamba hili za sijui viwanja kuna Simba watakuwa wanatambulisha basi <todiclipadu>, lakini kwa sisi wataalamu wa mambo mimi sikulizungumzia kwa sababu niliamini Simba wamekuwa mm. eh, na hiyo strategia kuteka kwanza, kuchota vichwa vya habari, kwa sababu wanavyofanya vile ataacha discussion around kwamba, ah, kwenye kwenye, kwenye page yangu kwamba Simba watatambulisha basi, kwa sababu nilikuwa najua kwa sababu Simba Sports Club imekuwa na huu utaratibu wa kutengeneza mafumbo ili ku, uh, create event ambayo ni bora. Nafikiri sio mbaya hata kwa vilabu vingine kuweza kuiga. Sasa nilivyokuja kusoma ile mkataba wa mdhabuni wa jezi mm. da of course, ndo e, ni, ni, kiasi fulani nili nilikuwa surprised kwa sababu ni kiwango kikubwa sana, umeona, kwa sababu pale wameandika ni bilioni 38 mm, milioni mia moja na ishirini e, milioni mia moja na ishirini kwa mkataba ambao utasustain kwa muda wa miaka mitano mm. Automatically Simba wanakula takriban bilioni tano nukta sita paia. No. Umeelewa, bilioni 5.6 paia na na labda niseme kitu kimoja mm. Unajua Simba sio mara ya kwanza kusaini mikataba au, au mikataba ambayo ina ina thamani kubwa kubwa. Kama mimi nitakupa mfano, maanake kipindi Mbeti anakuja mm. msimu wa 2022 2023, maanake walimtangaza mwanzoni mwa msimu, nafikiri ilikuwa August hivi, mwezi wa 8 kabla ya Simba Day walimtangaza, na ilikuwa thamani yake ni kama bilioni 26 nukta something hivi, umeelewa ambayo ilikuwa inaongezeka kulingana na hiyo hiyo plan alileta Barbara Gonzalez <muchas> No, ilikuwa mwaka wa mwa, kwanza Simba wali, kwenye mkataba walikuwa wanakula bilioni 4.6, mwaka wa pili bilioni 5.2, mwaka wa tatu bilioni 5.6, mwaka wa nne hmm, mwaka wa wa, wa, wa, nne, wa, wa, wa tano nafikiri e, ilikuwa inaongezeka, eh, mwaka mwingine unafuatia bilioni 5.8, umeelewa? Sasa sasa hivi tupo kwenye kwenye era nyingine ya ya Bizubeda hmm, Sakuru moja ya mtendaji mkuu ambaye anafanya kazi nzuri sana unajua, ni ana muda mfupi sana toka kuteuliwa kwake, lakini tayari ameshaweka amesha make headlines. Unajua uh, kazi ya mtendaji mkuu pia ni ku, ni, ku, ni ku plan zile marketing strategies, jinsi gani ambavyo anaweza kuboresha au kuisaidia taasisi kuweza kuvumbua vyanzo vingi vya mapato sababu kuna watendaji wakuu wengine wamewahi kutokea hapa, wamezindua kalenda sijui kanzu sijui nini, kuna kuna miradi fulani kama ushe, kama unaikumbuka vizuri, kuna timu ilizinduaga kanzu kama sijui hawa nakumbuka. Eh, zile kanzu sikuziona tena. Eh, yani kanzu kupi? Yani kanzu yenye yenye nembo ya klabu kanzu, sijui ni dera sijui ni kanzu banda, ah, vieleweke, sababu hata wanaume walikuwa wanavaa marefu hivi. Eh, sasa ile ilikuwa sijui marketing strategy ya ya ya aina gani? Sababu hakuangalia hata ile commodity ambayo inaizunguka yani, sijui nitumie na kauli gani? Unajua, watu wa uchumi watakuwa wananielewa vizuri, maanake unavyo plan ile ile ile uh, marketing strategy yako, lazima uangalie pia aina ya market yako, aina ya watu so, demand wewe, wengine wanaita demand je, hicho yeah, yeah, kitu ambacho unataka kukiproduce demand no, yake no, kinaipo sokoni mm. Avi sasa unatengeneza kanzu ndugu yangu. Kwa hiyo si, uh, Simba pamoja na Beirut. Nafikiri ni, ni Jeirut, sio Jeirut ni Beirut kitu kama hicho. Ni Jeirut Jeirut Investment Company kwa sababu ni sio muongo. Hii kampuni sikuwa naijua. Hmm. Na ndio maana imetoa pesa nyingi ili kujaribu kusolve au kujitangaza mi, kutengeneza jina lake sokoni. Uh, lakini nafikiri itakuwa ni mpaka wanatoa pesa kama hiyo maana wanajua wanachokifanya na maybe wamespecialize kuweza kutengeneza vifaa vya michezo vilivyo bora. Hmm. Sasa mimi sikuwa naijua hiyo kampuni lakini kwa sababu wameshaingia kwenye kwenye kwenye e, udhabuni wa klabu kubwa e, mm -hmm, kama Simba automatically baada ya muda nitakuwa najua details zao zote, na naamini wataji wata ile ile goli yao pam, au malengo yao ya kuingia mkataba wa udhamini kama huu wa kusupply uh, merchandise za sports maanake, kuingia uzabuni wa kusupply bidhaa za kimichezo pamoja na jezi, uh, ita, ita, yani, lengo lao wa ambao wamelikusudia litafanikiwa. Thamani thamani thamani ya ya, ya team Eh, kupanda inapimwa na nini eh, Dullah heavyweight. Tuli kuona Simba Sports waliwahi kugomea mkataba wa haki ya kimatangazo wakitaka wawe juu ya Young Africans. Huku Young Africans wakilamba dili la miaka kumi eh, kwa billions kwa bilioni arobaini kama nitakuwa nipo sahihi. Thamani ya kupanda kwa timu huwa inapimwa na nini? Thamani ya kimkataba kwa swala la timu inapimwa pia na, na, na, kuna mambo mengi by the way lakini mataji nayo yanahusika yana, yana usika, team performance inavyo currently, kwa sababu timu ikiwa inafanya vizuri, automatically uh, ile display yake au mileage yake jinsi ambavyo itakuwa discussed di, ni pakubwa lakini, by the way Simba kwa mfano kama sasa hivi ni top 4 ya kilabu barani Afrika. Yaani Simba imeingia top 4 ya ya ya, ya, ya vilabu bora barani Afrika pasipo hata kucheza finali bado. Umeelewa? Alafu imagine kuna klabu nyingine yenyewe imefika mpaka final lakini bado hawakuweza kuingia hata kwenye top 10 ya vilabu bora barani Afrika. Sasa why not Simba isiwe na thamani kubwa sokoni kuliko vilabu vingine? Kwa sababu ndio imekuwa for the first time timu kutoka East Africa, sio Tanzania, timu kutoka East Africa overall kuingia kwenye orodha ya vilabu vitano bora barani Afrika. Jambo ambalo alishawahi kulizungumza Mohammed Dewji mwaka 2018 limekuja kutimia. Imagine mwaka 2018. Kwa hata yale maneno anayosema anataka kuwa bingwa wa Afrika yatakuja kutimia by the way, na ndio unaona strategies zinakuwa zinaanza hivi, kwamba huwezi ukatoka tu from zero to eh, lazima uanze taratibu, na miongoni mwa sehemu ambazo amekuwa kizipigia kelele ni pamoja na kujaribu kutafuta kuikuza thamani ya klabu ya Simba eh, lakini muda mwingine uh, klabu pia eh, inamaanisha chochote sio tu kwenye klabu unachokifanya katika namna nzuri Kita ku, kama kilikuwa kina suasua kitaanza ku. Kwa mfano hata nyinyi watu wa content creation, we mfano umeenda kumwoji labda mwandishi kutoka Ghana huko, umesafiri umetoa milioni 3.4 kusafiri mpaka Ghana, umefika Ghana, umetoa go and return milioni 3.4 kurudi huku, hoteli na vitu kama hivyo, nani? Umeenda kutafuta content wewe uki, uki, ukifanya vitu kama hivyo consistently akatokea mdhamini lazima atataka kuweka hela kubwa kulingana na, ili uendelee kufanya kile unachokifanya, na yeye afaidike na kitu ambacho wewe unakifanya. Ndo anachokifanya Simba, kwa hiyo thamani inaongezeka. Sasa e, muda mwingine pia Simba ndo anakuwa anaboost revolution ya mpira wa Tanzania, sio? Unanielewa vizuri? Yeah, of course, kwa sababu miaka, miaka nyuma kidogo, ishu ya jezi tulikuwa tuichukuli serious. Simba ndo alianza kuleta huu serious wa jezi. uh mm -hmm. Eh, baadaye kuna timu ikajimilikisha ikataka kujifanya yenyewe ndo mm. iko serious sana na ishu ya jezi, wakachapa wakachapa, sijui nini, wakajifanya wao ndo wanajua kutengeneza jezi nzuri. Jezi zina matatu, jezi sijui zina <laughs> maandiko. Unajua kuona, unajua kuona jezi na tatu? Mimi sio kuona, hapa hapa Tanzania kuna jezi zina tatu, jezi zina tatu, nimeshuhudia jezi zina nyumba <laughs> Vinyago, yeah. jezi ambayo hata kwa sisi Waislamu ni ngumu kuingia na msikitini, jezi na watu kila kona yeah. Wakasema hizi jezi ni nzuri, lakini mimi nilivyoziangalia, nikazi review kwa umakini, nikajaribu kuangalia timu bora duniani zenye jezi nzuri mm. nikaangalia Real Madrid mm. nikaangalia Arsenal mm. nikaangalia PSG mm. nikaangalia timu moja tu Ajax, umeelewa? mm. hizi mm. ni miongoni mwa timu ambazo zinasifika kwa kutengeneza jezi nzuri. Nikaona mbona hizi jezi zao hazina makorokoro mengi, mara siyo watu siyo zimechorwa chorwa matatu maneno chungu mzima huko, siyo ndio siyo nini siyo mzee nani siyo nini siyo, hakuna hivyo vitu. Sasa nikajiuliza kwa nini sisi wa Tanzania ndio tunasifia ile kitu? Kwa mfano hata wewe wewe umekaa Dar es Salaam muda mrefu, ukipewa nguo ukipoa fulana imechorwa chorwa kote, huwezi kuvaa, utajiona umetoka uko porini, umeelewa nalwa point yangu Pliny, yani watu, watu smart, huwa hawapendi vitu vingi mm -hmm. Yaani anapenda f fulana kama ni nyeusi, basi nyeusi yes. Plain. Anapendeza anakuwa fresh. Kama ni shati anakuwa shati lime sio manini huku s nini mm -hmm. Sio mm -hmm. nini amna vitu kama hivyo, mambo yanakuwa ni mengi sasa mm -hmm. Hao jamaa nachowasikitikia ni kwamba wana mkataba ambao utakuwa unawaingizia bilioni mbili ambazo zinatolewa kwa mafungu mm, toka waliposaini Septemba 12 mwaka 2022, okay, mkataba wa bilioni 10.1 ambao utaisha Septemba 22 mwaka 2027. Kwa hiyo sasa hivi watakuwa wanatoka udenda tu, watamani uishe ili yeah, nao waje uajewa... sio mbali, miaka miwili imesalia sasa. Ni mbali yeah, ni mbali. Yaani yeah, yaani kama, yani kama unamwona mwenzio anakula pilau pale, mm, alafu nyinyi mnaratiba ya kula pilau wiki ijayo kwenu. Lazima umie, ah, lazima umie. Umie. Wewe umie napiga matonge wiki ijayo. Umezungumzia mapinduzi eh, ya Simba Sports katika mpira wa Tanzania. Tunaona kwa namna ambavyo wanapata deals na mambo yanazidi kuwa eh, manono, unafikiri ni sehemu ya darasa kwa vilabu vingine katika yale mazuri ambayo yanaonekana, na namna ambavyo klabu sasa inazidi kujizorea eh, fedha ambazo zinaweza zikaisaidia Simba kwenye eh, usajili mzuri lakini maboresho pia ya miundombinu ya club Jafe hilo unisha jibu Nye, Simba wanatoa darasa, wanaleta mapinduzi. Wanaanzisha kitu wengine wanakuja wanafata nyuma mm. Si unelewa mm. wanaanzisha kitu wanafaya. Simba wali weta visit Tanzania. Wengine wakajia na visit Zanzibar. Simba siku weta hivi wengine wanaeta hivi. Simba imeta mapinduzi ya jezi, wengine wakata kujifanya wao teke za jezi kati hmm. Sasa kuna kitu cha kujifunza. Achana na mambo ya udhabuni na thamani ya value ya contract ya supplier wa jezi na nini. Achana na hayo cha kujifunza kwa vilabu vingine kutokana na hicho anachokifanya Simba ni jinsi ya kutafuta viongozi ambao wanajua wanachokifanya. Mimi ndakupa mfano, CEO wa sasa hivi huyu Bizubeda Sakuru anafanya kazi kubwa ndani ya muda mfupi tu, tayari ameshaonyesha kwamba yeye ni mtu smart kiasi gani ndani ya muda mfupi sana, sawa na anaelewa thamani. Unajua, wewe ukishafanya kazi kwenye kampu, kampuni unaweza usijue thamani yake mpaka ufanye at least miaka mitatu minne, ndio utaanza ku eh, hey, hii hi kampuni thamani yake kubwa eh, lakini ukiona mtu ana uwezo wa kung'amua thamani ya kampuni ndani ya kipindi kifupi sana katika muda ambao amefanya kazi kwenye hiyo kampuni, maana huyo mtu ni, ni very smart, ana uelewa mkubwa hmm. ana high level IQ IQ tunaita IQ kwa hiyo Kwele, huyu Bizubeda ni mtu wa kupongezwa, ni sio muongo, ni mtu wa kupongezwa. Na mara nyingi huwa wakichaguliwa kunakuwa kuna maneno ya kubeza, lakini kitu kinachosikitisha zaidi ni kwamba wakiwa wanafanya vizuri zi, hawapewi ile thamani au hawa, hawapewi zile pongezi ambazo zinastahili kulingana na kazi yao, kwa sababu huyu aliyemtafuta, umeelewa, hakuishia tu kwenye, kwenye jezi yeye ndo kaja akasema kwamba hata amesha hii kampuni imeingia ime pia gharama za ku yee kununua basi jipya mm. e, aina ya Iriza nafikiri ni ni kampuni ya Mercedes Benz. Mimi sio mzuri kwenye magari mm. lakini ni miongoni mwa magari ambayo yanatumika na vilabu vikubwa tu barani Afrika. Nafikiri kuna klabu moja ndogo hapa nchini iliwahi kuwa inata, inatambia kombe lao la la kumiliki gari zuri. Nafikiri inajulikana. Eh, sasa wewe umetaja wewe lakini mimi najua kuna timu ndio inamiliki, inamiliki inamiliki gari gari fulani ambalo e, wao ndo kama kombe lao sasa hivi, lakini naona mambo yamekuwa yamebadilika kid, kidogo, lakini <coughs> limezoeleka lakini Simba nao wana wanavuta hiyo lakini pia kupitia huyu huyu hii mm. investment company J-Root hmm. Uh, pia wameweka hadi kwamba watajenga kiwanja ki, by the way nimesoma ile statement ila sijajua kama ni cha mazoezi au cha mazoezia, au cha mechi, lakini kitakuwa kina uwezo wa kukonsume mashabiki kuanzia 10000 mpaka 12000 Unaelewa eh? Eh, kwa hiyo ni ametafuta ametafuta mzabuni ambaye ameenda far beyond, beyond uh -huh. na kile kitu ambacho wengine wamekuwa kikiofa. Mm -hmm. Sijui unanielewa kwa sababu Vunjabea alikuja na na ile kwamba alitengeneza product nyingi kofia, sivyo, viatu nini. Unajua ule fashionisti yule. Eh, sandalie ndiye akaja akabezi na jezi sana kwamba kuna jezi ya kike, kuna jezi sijui ya mtoto, kuna jezi ya kitu fulani kuna nini kuna yani hivyo hivyo kuna jezi viongozi tu kuna sijui hivi kuna maform 6 kuna nini kuna huyu, amekuja na hiyo lakini katika kitu ambacho ameenda beyond ni kwamba ameipa klabu thamani, kwamba nyewe bwana na, na sio hivyo, kume, kumeanza kufanyika mchakato wa media house mm. Umeelewa mm. Sehemu rasmi ambayo Simba Sports Club imekuwa ikipigia sana kelele, kelele kuhusiana na e, eneo la utawala wake kwenye mitandao kwamba atajenga mjengo au ofisi mm. maalum kwa ajili ya kufanya shughuli za uzalishaji yani, production media media production. Ukipata ofa katika hiyo jengo la media production, mimi nikipata ofa media production ya Simba, Simba why not nisichukue, okay. Mimi nakuambia kitu kimoja Jaffe, kuna kauli moja huwa naisikia kwamba najua ukiwa unafanya hizi kazi unatakiwa usiwe usibezi siyo, usifanye yani, anyway, uwe, uwe kama una indicators fulani za kuwa mtu fulani wa kupindisha pindisha, yani kwa mfano, kama Pasimba kafanya jambo kubwa unataka useme ah, ili jambo la kawaida, hata timu fulani itafanya mbeleni. Yani uwe mtu wa design hiyo, ni uwe hivyo, wanajiita neutral. Lakini mwisho wa siku neutral, lakini mwisho wa siku, kuna sehemu pia utakaoona inakulazimu uongope, ili uwafurahishe baadhi yao. Lakini lazima niwaambie watu wa EV jibu lao leo, nawajibu kwamba huwezi ukawafurahisha wa Tanzania milioni sitini sijui 60 na ngapi, huwezi. Kwa sababu hmm, uki, ukiwa neutral utaitwa jina lako, utaitwa we mnafiki, we mamluki hmm, we sijui una lolote we fata, u, bendera fata upepo, ukiwa neutral. yeah, ukibeza ume, Yanga utasikia we we hivi na umenielewa, mlaftari, mna nani humo, mna nani umo. yeah. Ukibezi Simba Uta, uta, sasa shida inakuja ni kwamba kwa upande wa Yanga wao ndio sio waelewa maradufu mara mia saba zaidi, utaitwa majina mengi mno. Wewe kolo. Wewe chawa hmm. we, sijui we, una lolote unalipwa sijui nini sijui na... mwisho wa siku jaribu kuangalia wapi ambapo panakupa comfortability hmm. na kwa nini unafanya hivyo, labda kama kuna uh, una, unaona kabisa kuna kitu ambacho hakipo sawa so, kama mimi wakati naingia au nakuja hapa yani nakuja na kwenye hizi mambo za za kwenye tasnia, tasnia za kujaribu ku, kuelezea kuelezea mpira, umeelewa? Nilikuta kwenye mitandao ya kijamii Simba inazungumzwa vibaya. Niwe mkweli, yani media nyingi kubwa zenye nguvu ya kusikilizwa na umma nyingi mpaka sasa hivi. Sisemi kwamba eti mimi na nguvu ya kubadilisha, no. Mm, lakini ukweli ndio huo kwamba nilikuta kwa hiyo mimi ndio nikaona sasa, mbona wanaizungumzia hivyo wakati ni timu ambayo inafanya vizuri? Kwa sababu mimi ni mpenzi wao, wananijua Jafe, mimi sipendi tu mechi za tanzania hii, mimi nafuatilia mechi nyingi Ulaya, ligi za Ulaya, lakini Afrika, Afrika, Afrika ndo na... ninapenda sana yaani, nikikuta mechi za Afrika na enjoy inaangalia na, na, na madaftari karibu 35 kuna ligi, ligi, ligi ya, ya south africa liga, ligi ya Ghana, ligi ya Algeria na ligi za Uarabuni zote ndo nazipenda. Algeria, Tunisia, Misri, Morocco. Yaani kila kila ligi nina daftari lake ambalo huwa nina take notes na angalia mechi zake na jaribu ku discover vitu vipya, umeelewa? Sasa nikaona mbona Simba inavyozungumzwa barani Afrika na waandishi wakubwa wa barani Afrika, wakina Mustafa Shazal, sijui wakina Noah Adams, wakina Mickey Junior, wakina wengi, wapo wengi wengi wengi wengi, siwezi kuwataja wote, sijui mbona inazungumzwa katika namna tofauti wakina, okay. uh, Lemuel Joshua mimi nisha kufanya interview na Lemuel Joshua anawajua Simba starting 11 yote Simen, lakini yeye ni Mnaigeria. Lakini kuna Mnaigeria mwingine simjui jina lake lakini anafanya kwenye platform ya football folk. Anaizungumzia Simba Sports Club. Umeelewa? Azifu yeye ni Mtanzania lakini ni Mnaigeria. Sawa. Sasa nikasema, mbona kwa wenzetu Simba inachukuliwa inapewa thamani kubwa, why not kwa, kwa Tanzania? Ndio maana nikaanza kujaribu kuwapa watu, nilikuwa najaribu kuwasawazisha watu kwamba Simba msichukulie hivi, Simba inaonekana hivi na hivi na hivi barani Afrika. Na ndio maana mimi mifano wangu huwa napendelea kutolea zaidi barani Afrika humu humu kwamba fulani klabu fulani. Leo hii Simba amefanikiwa kwenda robo finali kwenye kila edition yaloingia makundi, kila edition kuanzia kwenye, kwenye kombe la shirikisho mpaka Champions League watu walikuwa wana mdharau wmwta mwaka robo a mwaka robo, lakini kuna timu hapa Tanzania ambayo ndo Yanga edition ya pili tu ya CAF Champions League group stage wameshindwa kwenda juu, lakini sijamcheka kwa sababu yeye ni mdogo sana. Zamalek ile wana Zamalek ile ile Zamalek na makombe matano ya Afrika CAF Champions League sawa, ile Zamalek toka mwaka elfu mbili na nane mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na tano hii ambayo ipo shirikisho, lakini nazungumzia katika misimu kumi ya CAF Champions League misimu kumi, sawa, aloshiriki group stage ya CAF Champions League, amefanikiwa kwenda hatua ya, ya, ya knockout mara mbili katika misimu kumi, mara mbili, si naelewa, 2016 ambapo alienda all the way mpaka finali akatolewa akafungwa na Mamelodi Sundowns kwa aggregate uh, lakini mwaka 2020 pia akafika mpaka pia finali akafungwa na Al Ahli, kwenye maana yake ndo Cairo Derby ilichezwa kwenye finali ya CAF Champions League, sawa sasa unaibeza Simba hicho imeenda robo finali, sijui kila edition unaibeza, una sasa imagine ni zama leki ile katika misimu kumi ambayo wameshiriki hatua ya makundi ya kombe ya club bingwa wameshindwa kwenda robo mara nane, imagine, afu mtu anachukulia kwenda kwenda robo finali eti jambo, jambo jepesi. Mfuatilia ile Hilali before kuingia robo finali msimu huu hmm, sijui unaelewa, alichukua muda gani kuingia ile stage lakini angalau uwekezaji uwe ambao wanaofaa, lakini Simba watu wanaichukulia poa. Kwa hiyo hiyo, ndo mimi nikaja nikajaribu kutetengeneza kuseto hilo jambo, simeelewa na watu wabaki kuelewa hapo. Dula ambavyo amekuwa akifafanua akichambua, lakini akieleza kwa kina katika kile ambacho Mwenyezi Mungu amembariki, si kila mmoja anaweza kufuatilia in detail ambayo anakupa Heavyweight. Akujiita hilo jina au akuitwa hilo jina eh, kiholela holela, ila madini yake ndio yamemfanya aonekane ni Heavyweight. Mwite Dula na ukimtafuta kwenye mitandao ya kijamii unampata kwa jina la Heavyweight underscore dula Katika haya ambayo tumezungumza, kama wewe unabisha njoo na fakti zako na utajibiwa kwa hoja, atupigi kelele. Usiku mwema.